Moja ya rasilimali kubwa kwenye maisha yetu ni muda. Muda wako unaweza ukajulisha kiwango ambacho unastahili kufanikiwa. Kama unatumia muda wako vibaya, basi kuwa na uhakika mafanikio yako yatachelewa au hautapata kabisa. Ila kama unatumia muda wako vizuri, huwa na uhakika mafanikio yako ni kesho tu. Leo ningetamani ni nishirikiane ni na wanachuo, tuende hatua kwa hatua, tukaangalie maeneo ambayo yanatuibia sana muda na tujue tutafanya nini ili kuwatoa aa wezi wa muda. Twende kwa pamoja tukajifunze. Wizi wa kwanza, disorganized life, au maisha yasiyokuwa na mpangilio. Kuna mtu kila siku anatumia dakika ishirini kutafuta nguo ya kuvaa. Kuna mtu kila siku anatumia dakika tano kumi mpaka kumi na tano kutafuta ufunguo wa kufungia mlango. Kuna mtu kila siku anatumia dakika kumi mpaka ishirini kutafuta kitabu na daftari kwa ajili ya kutumia kwenye kipindi husika kuna mtu kila siku anatafuta soks ya upande wa pili kwani haioni alipoiweka. ukiwa mtu wa aina hiyo, kuwa na uhakika kwamba utapoteza sana muda. Sasa ufanye nini ili muda wako usipotee na usiibiwe kabisa? Lazima ujifunze kupangilia muda wako, uwe na arrangement nzuri ya muda wako. Kama kuna kitu ambacho inatakiwa ufanye kesho, itakiwa maandalizi yake yafanyike usiku huo kabla hujalala ili kesho iwe ni wakati wa kuchukua na kuenda mahala ambapo inatakiwa ufike kwa wakati. Kama ni kitabu, andaa mapema. Kama ni ufunguo, weka mahala ambapo ni rahisi kukumbuka na ni rahisi kuonekana, ili usipoteze muda hata kidogo. Kwa hiyo leo na kusii, kama mwanachuo, ili muda wako usiibiwe, lazima uwe na organized life. maisha yaliyokuwa na mpangilio ambayo yako kwenye system na systematic na ratiba ambayo itakuokolea kuibiwa kwa muda wako. Mwizi wa pili, watu wanaokupumzikia. Kuna watu huko maofisini, mashuleni, wana tabia sana ya kupumzikia watu wengine. Utakuta hawa watu mambo yao ya msingi wameshayafanya, kwa hiyo katika muda ambao wanahitaji kupumzika, wanaenda kupumzika kwenye meza za watu wengine, wanazungukia meza za watu wengine. Na utakuta hawa watu hawana jambo la msingi. Utakuta anakuuliza uliangalia mechi ya jana, walishinda ngapi? Wanahama, wanaenda stori nyingine, unamkumbuka yule jamaa tuliyesoma naye bwanahama wanaenda stori nyingine, haina msingi, haina kichwa wala miguu. Ukiona mtu aina hiyo, na wakati huo anakuja kwako una jambo la msingi la kufanya, basi huyo mtu mwambie mapema kwamba nimesha kushtukia, acha kunipumzikia. Inasaidia nini? Inasaidia kulinda muda wako, inamwondoa huyo mtu mapema sana katika eneo ambalo wewe unatimiza jukumu la msingi kabisa. Na watu wa design hii wako sana chuoni, atakuta yeye amekamilisha kila kitu sasa akikamilisha huo muda anatumia kwenda kwa wengine, kwenda kuwasumbua na kuwapotezea muda. Ukiwa na jambo la msingi kama mwanachuo, mwambie acha kuni na mambo mengi ya kuyafanya. Wizi watatu wa muda, incomplete instruction au maelekezo yasiyokamilika. Utafiti unaonyesha kuwa attentive listening au kusikiliza kwa makini kwa watu kumepungua sana siku hizi. Watu wanasikiliza kujibu, sio kuelewa na hichi kitu kinatusumbua sana wanachuo. Utakuta tuko lecture, mwalimu anaelekeza, tunashindwa kusikiliza kwa makini, mwishowe tunafanya ndivyo sivyo, au tofauti na lecture alivyoelekeza. Kwa hiyo leo, ili uondoe kabisa kupotea kwa muda wako, itabidi usikilize kwa umakini, kwa sababu ukishindwa kusikiliza kwa makini, matokeo yake utafanya tofauti, afu mwisho wa siku mtu ambaye alikuelekeza kulifanya hilo jambo atakwambia, mimi sikumaanisha hivi karudie kazi. Katika kurudia, kuna muda wako utakuwa umepotea pale. Kwa hiyo, leo ili uhakikishe kwamba upotezi muda, lazima usikilize kwa makini. Hata kama ni wewe, inawezekana ni chair of group, unatoa maelekezo kwa members wako kugawa majukumu, itabidi utoe maelekezo kwa kiwango ambacho unahakikisha kila mmoja ameelewa vile ambavyo unataka na vile ambavyo unataka kazi yako ifanyike, ili kuondoa usumbufu wa kurudia rudia kazi na kupotezea muda katika kurekebisha yale mambo ambayo yamefanywa tofauti. Mwizi wa nne wa muda na mwisho, nataka kuhusika katika kila jambo. Kuna mwanachuo anataka kuhusika katika kila jambo. Anataka ashiriki katika kila story inayopigwa. Anataka ashiriki katika kila tukio. Kwenye happy birthday fulani yupo. Happy birthday fulani yupo. Yaani kila jambo ambalo linapita mbele yake hataki kuliacha. Aina hii ya wanachuo wanataka kuonyesha kila kitu wanakiweza, na anataka kupendwa na kila mtu. Leo nataka ni kusimwa na chuo ili ulinde muda wako. Chagua vitu vya msingi ambavyo vinachangiza kwenye malengo yako ya msingi. Ukiona hilo jambo ambalo unashiriki halina manufaa katika malengo yako, achana nalo, kwani linakupotezea muda tu. Kwa hiyo, leo acha kuhusika katika kila jambo ili ulinde muda wako na muda wako usibiwe, ili huo muda ambao ulikuwa unapotea katika vitu visivyokuwa vya msingi ukatumie katika kutimiza malengo yako. Katika wezi wa nne wa muda, ni mwizi gani ambaye anakuibia sana muda wako na umejiandaa vipi kumkabili? Ningefurahi zaidi tungeshee hapo chini kwenye comment namna ulivyojiandaa kumkabili huyo mwizi ambaye anakuibia muda wako, na tungeshauriana namna ya kufanya. Tukutane kwenye kipindi kijacho. We have to do wonders